Kwamba ni wakati mwingine tena ambapo nazungumza na, na miongoni mwa watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye maswala mazima ya dini, anaitwa Sheikh Diwani, mmoja kati ya watu ambao wamejitolea moja kwa moja kwenye kuhakikisha kwamba wanawasaidia watu wedza kwa ushauri ama kwa matibabu fulani hivi. Ukiwa na shida nayo, unaweza kumpata hapa ofisini kwake maeneo ya Mbagala, ama unaweza ukapiga namba za simu ambazo mwisho wa mahojiano haya bila shaka atakwenda kuzitaja. Na lengo kubwa la kuja kuzungumza naye muda huu ni kuhusiana na tukio ambalo limeweza kufanyika jana chungu cha 19 kama sikosei eh, moja kati ya tukio ambalo limehibua hisia za watu wengi sana, hasa wale ambao wapo kunako mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa maana kwamba Waislamu, nikukumbusha tu kwamba kutokea kwenye maeneo ya Masaki the Superdom palikuwa na tukio ambalo liliongozwa na Wasafi chini ya rais mwenyewe Diamond, kwa maana kwamba Nasibu Abdul aliweza kufuturisha, tukio ambalo limehibua hisia za watu wengi wengi, kama wanalalamika hivyo, anasema haikuwa sahihi ama hapakuwa ni halali kile ambacho Diamond amekifanya. Sababu zimekuwa tofauti. Wapo ambao wanasema kwamba kulikuwa kuna watu ambao sio Waislamu. E, wapo ambao walikuwa wanasema kwamba kuna watu ambao wamefutulishwa lakini hawakuwa na uhitaji, kwa maana kwamba wakushindwa kupata hela ya iftari kiasi kwamba mpaka wao wamekwenda kufutulishwa. Wengine wameongea mengi zaidi, lakini nikasema tumtafute Sheikh Diwani atuambie nini maana ya kufuturisha na kina nani ambao wanastahiki kufutulishwa, kama kuna kingine ambacho tulikuwa tukifahamu ni uende ikawa ni elimu kwetu, tunakwenda kukifahamu. Sheikh Diwani, assalamu alaykum. Wa alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bila shaka wewe ni miongoni mwa watu ambao wamesikia kama sio kuona kile ambacho kimetokea jana mm. eh, maeneo ya the Super Dom kuhusiana na tukio la kufutulishwa mm. E, Wasafi waliokuwa wameweza kuandaa futari kwa maana kwamba kwa ajili kwa ya Waislamu. No, no, sikumbuki walisema kama ni kwa Waislamu, lakini lengo tu ni kuandaa futari. ni, ni, ni, ni na mengi ambayo nitamani nikuulize. Kwanza tuanze hapa, nini maana ya kumfutulisha mtu? Naam. <coughs> E, jambo la kwanza tunaposema kumfutulisha mtu au futari ni chakula ambacho kinachoandaliwa lisaimin kwa ajili ya watu wa waliofunga, yaani watu waliofunga wakapata kile chakula, hawa ndio wanaitwa watu waliofuturu, na kile chakula chenyewe kinaitwa iftar, kwa maana kufuturisha au chakula cha Kufutari katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo unaposema iftari maana yake ni rasmi kabisa kwa wale ambao waliofunga. Ndio hasa inakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika iftari kwa wale waliofunga e, ni vizuri zaidi kuwafuturisha wale ambao wasiojiweza. Hii ni nzuri zaidi, lakini haikataliwi pia kuwafuturisha wale ambao wanajiweza, haikataliwi kisheria, ila iliyo nzuri zaidi ni kuwafuturisha wale ambao hawajiwezi. Hii ndo bora zaidi. Unajua, watu wa balagha wana maneno, wanasema yuqaddamu alahamu min almuhimmi, kwa maana siku zote kinatakiwa kitangulizwe zaidi kitu kilichokuwa muhimu zaidi kuliko muhimu. Kwa maana kuna kitu muhimu kinatakiwa kifanyike, lakini tunatazama muhimu kujiweza, muhimu, lakini tunatazama muhimu zaidi. Kwa hiyo kufuturisha wale wenye kujiweza ni kitu muhimu, lakini kuwafuturisha wale ambao wasiojiweza ni muhimu zaidi. Kwa hiyo tungetazama hapa, tungekuwa tumepatia vizuri zaidi, ingawa pia kufuturisha waliojiweza sio makosa, si kitu kibaya na sheria haikatai kufanya hiyo. Hii inaonyesha pia mapenzi, labda watu wanapendana wanapenda kuwa pamoja kwa hiyo wakaitana mahala, njoni tufuturu pamoja, wale wana uwezo wa kujifuturisha wenyewe. Pia hii inaweza ikawa inaonyesha mapenzi na namna tulivyoshibana katika hali ya namna hiyo yeah. Nafikiri hili si tatizo katika hali hizo yeah. Imma hichi kitu ambacho kinachosemekana ya kwamba ndani yake kulikuwa na watu ambao hawakufunga mathalan lakini kadhalika ndani yake kulikuwa na watu ambao hawakuwa Waislamu. Je, hiki kinakuwaje kwa mujibu huo? Kuna kitu kinachoitwa itaamun itaamu, maana yake ni kulishiza chakula, na hii itaamu haina tatizo. Awe muislamu asiwe muislamu, anafaa kulishwa, yaani kupewa chakula akala. Hii haina tatizo kabisa kwa mujibu wa sharia, kwa sababu tukitazama katika sharia, kuna watu ambao katika hiki kitu kinachoitwa itamu taam, kulishiza chakula ni katika kitu ambacho bila shaka kinakwenda katika faradhin. Maanake kuna kulishiza chakula kwa lazima na kuna kulishiza chakula kwa sunna. Tunaposema sunna, maana yake ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu na ukiacha kulifanya haupati madhambi, ila utapata thawabu kama ukilifanya, kwa sababu utakuwa umejichumia kheri nyingi kabisa biidhnillah subhanahu wataala. Kwa mfano, kuna kafaratulyamin, kwa maana kuna kafara ya kiapo. Kwa mfano, mtu ameapa akasema, anamwambia mkewe, kuanzia leo kwa sababu umefanya jambo kadhaa, kuanzia leo mimi nawe hatushei katika tendo la mke na mume hatushei katika hilo sasa. Ikafikia mahala akaona ana haja ya kushea sasa na mkewe, kwa hiyo anataka avunje hiki kiapo, kwa hiyo inatakiwa atoe kafara ya kuvunja kile kiapo ili jambo liweze kuendelea. Sasa huyu kafara anafanya nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anatueleza ndani ya Qurani, katika kafara ya kiapo ni nini, itaamu ashri masakin, ni kualisha maskini kumi kwa maana atengeneze chakula, lakini kile chakula kia, aw, awaite maskini kumi na awalishe kile chakula, au kiswatuhum au aw, awavishe, kwa maana awanunulie mavazi waweze kuvaa yale mavazi, kwa lengo la kutengua kile kiapo alichokuwa yeye ameapa. Katika hali za namna hiyo faman lam yajid lakini ikiwa kama hakupata iko chakula cha kulisha maskini kumi, sama thalathata ayamin, basi huyu atafunga masiku matatu. Hii ndio inakuwa kwa ajili ya kutengua kile kiapo katika hali za namna hii. Sasa hiki chakula cha kualishiza hawa watu, hiki kinaitwa ni chakula cha lazima. qala Maliku rahimahullah hapa ndipo aliposema Alimamu Maliki, rehma za Allah subhanahu wa taala zimfikia, anasema la yujziu an yutama fil kafarati kulliha illa hurran musliman miskinan, ya anasema, haifai kabisa kupewa chakula kwa maana mtu akala chakula kilichotokana na kafara, ispokuwa huyu anatakiwa apewe chakula, lazima awe kwanza ni mtu huru lakini awe ni Muislamu, lakini kadhalika awe ni maskini. Yaani sifa za mtu ambaye anatakiwa apewe chakula katika vyakula ambavyo bila shaka kuna faradhi ndani yake, ni lazima utoe ili kuvunja kile kiapo. Lazima anayepewa chakula hicho awe huru, kwanza awe ni mtu huru, asiwe mtumwa labda lakini kadhalika awe muislamu na awe maskini hajiwezi. Katika hali za namna hiyo, hizi ndio taratibu ambazo namna zilivyo. Lakini Alimamu Shafii naye akasema hivyo hivyo katika mazingira kama haya, lakini na Ibnu Qudama akasema an yakunu muslimina wala yajuzu sarfuhuma ila lkafirin dhamikanan au harbian, akasema katika hali za namna hiyo. Sasa nakuja hapa ambapo nilipokuwa napakusudia kutoa majibu yaliyo sahihi kwa wale ambao wamekwenda pale katika kilichoitwa iftar. Kwa waliofunga hii ni iftar, na kwa wale ambao hawajafunga hii inaitwa itaamu, ni kualishiza tu chakula, ambapo sheria haikatai katika hilo. Ibnu qudama anasema nini? Sikiliza maneno ya mwana wa chuoni huyu, Ibnu qudama anasema hivi, wa kullu man hurima sadaqatul faradhi na kila yule ambaye aliyeziwiliwa asipewe sadaka ya faradhi kwa maana kama ile tumeona ya kiapo minal aghniyai miongoni mwa matajiri wa qarabatil mutasaddiqi, lakini na wale walio karibu na huyo anayetoa ile sadaka yenyewe. Wal kafiri, na hata kwa wale ambao si waislamu wa ghairihim, na wengineo. Sikiliza Ibnu Qudama anasema nini katika hawa wanavyoona anasema yajuzu dafu sadaqati tatawui ilayhim, inafaa kuwapa sadaqa ambayo sadaqa hiyo hukumu yake ni hukumu ya sunna. Kwa maana ni sunna katika hali za namna hiyo kama hii sadaqa ya kufutarisha mwezi wa Ramadhani, hii ni sunna, sio faradhi hii ni sunna tu. Kwa kuwa ni sunna, Ibnu Qudama anasema hata wakija wale watu ambao hawajafunga na hata wale ambao si Waislamu kabisa wakaitwa katika sehemu ambapo watu wanafuturisha, mahala hapo anasema haina tatizo, kwa sababu hii ni sadaka ya sunna. Anaweza kwenda aliyefunga, anaweza kwenda asiyefunga, anaweza kwenda Mwislamu, anaweza akaenda asiye Mwislamu. Bwana mkubwa Ibnu Qudama anasema haina tatizo hiyo, walahum akhdhuha lakini kadhalika ni muhimu sana pia na wao wanapoitwa hawa watu waitikie wito, anasema hivyo katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo kama Diamond aliwaita watu akawaambia jamani kuna iftar, katika iftari hiyo akawaita waislamu na akawaita wasio waislamu. Kwa Waislamu hii iftar itakuwa ni iftar na kwa wasio waislamu huku kuitwa kwao hii itakuwa ni itaamun, maana yake kualishiza chakula. Kwa mujibu wa Ibnu Qudama anasema hakuna tatizo maadamu hao walioitwa katika maeneo hayo wameitwa katika sadaka ambayo sadaka hiyo ni tatawui, ina hukumu ya sunna katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hakuna tatizo katika hilo. Kwa hiyo maana yake kwamba hmm. hakuna zambi ambayo Diamond ameifanya jana kwa kukusanyisha watu ambao sio Waislamu, watu ambao

Katika waja wa mwenyezi Mungu waliokuwa bora ni wale ambao wanaotoa chakula, yani wanalishiza chakula, ala hubbihi, kutokana na mapenzi ya kumpenda mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na hata mapenzi ya jamii. Wanafanyaje? Wanatoa chakula, lakini wanawapa watu gani? Miskinan, wanawapa maskini. Wayatiman, kisha wanawapa mayatima wa asiran na wanawapa asira kwa maana mateka. Tunaposema mateka, kanuni jinsi ilivyo, mateka mara nyingi wanakuwa si Waislamu, hasa katika wakati wa bwana mtume Muhammad. Maana yake hawa wanaofanya tendo hili la kulishiza chakula wanaonyesha mapenzi yao kwa Mola wao wanaonyesha mapenzi yao katika jamii yao. Katika hali za namna hii, Mungu anasema hili ni katika tukio ambalo linalopendeza kwake Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo, Diamond katika kuwaita watu wasio waislamu kwenda katika kupata chakula hakuna madhambi, bali kinyume chake kuna thawabu katika hilo biidhnillah subhanahu wa taala. Kwa hali hiyo, Mwenyezi Mungu anasema innama nutimukum hawa watu huwa wanasema maneno haya, hakika sisi tunawapeni chakula hiki, tunawalisheni chakula hiki kwa nini? Liwajihillah, kwa ajili ya kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaraji wala kutaka kutoka kwenu malipo katika hichi tulichofanya, wala hatutaraji kutoka kwenu mseme tunashukuru sana. Aha. sisi tunachotaka tunafanya hivyo kwa ajili ya kutaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hali ya namna hii, suala la iftar lilofanyika kwa Daimondi, kwa wale waliofika pale waislamu ambao wamefunga hii kwao inaitwa iftar, lakini kadhalika kwa wale ambao bila shaka watakuwa wamefika pale hawakufunga au si Waislamu, kwao hii inaitwa itaamun. Kwa hali ya namna hiyo sheria haikatazi iftar kwa waliofunga, na sheria haikatazi itam kwa wasiofunga, katika hali za, kwa hiyo yu, yuko sawa katika suala la namna hiyo. Na mtume anasema, nikiongezea hapo, anasema khairu nnasi man anfaa an nnasa, au kama qal, anasema mtu bora zaidi miongoni mwa watu ni yule ambaye anawanufaisha watu wenzao. Mtume hakusema khairu nasi man anfaa lmuslimin, hakusema hivyo, kwa maana mbora wa watu ni yule ambaye anayewanufaisha Waislamu, hakusema hivyo. Amesema khairu nasi, mbora wa watu, ili mtu awe kuwa ni mtu bora awe ni mtu safi, anfauhum linnasi, ni yule ambaye manfaa yake huwanufaisha watu katika hali za namna. Kwa hiyo bila kutazama mtu huyu ni Mwislamu au ni Mkristo au ni mtu wa namna gani, maadamu anaitwa mtu basi, huyu akawanufaisha watu, mtume anasema huyo ni mtu bora katika hali za namna hiyo. Na Uislamu ni dini rahma, dini ya huruma tuhurumiane. Lakini kadhalika ni dini ambayo pia inatengeneza, yani musawat, usawa baina ya Waislamu baina na wale ambao wasio Waislamu. Tuwaite, tuwaonyeshe tabia njema, tabia nzuri, akhlaqi iliyokuwa bora kabisa. E, tuwape tulicho nacho, basi hii pia inatengeneza mahaba, inatengeneza mapenzi na inatengeneza ukaribu ambao unaweza ukapelekea kuanza kuwalingania tukiwa nao karibu katika hali za namna hiyo. Ukimtazama okay, mama Asma binti Abi Bakarin radhiyallahu anhuma qalat, yeye, yeah, anasema hivi <coughs> na hapa ndipo tunataka kubainisha kwa ya kwamba hata akija mtu ambaye ni mkristo au hata akija mshirikina, una haja ya kumpa chakula, una haja ya kumhudumia pale unapoweza, una haja ya kumsaidia katika kile unachoweza, kwa sababu kufanya hivi ndiyo tabia ya Kiislam namna ilivyo kumpa chakula, ama kumfutulisha. Kumpa chakula kumfutu, si ndio kumfutulisha huko, maanake iftari ni kwa aliyofunga, lakini kwa ambaye hajafunga ni kumpa chakula, kunaitwa kumpa chakula. Hata kama yeye atasema hii ni iftari, lakini kimustalaha ki, ki, wa taaluma hii inaitwa itaam, ni kumpa chakula. Tunaelewana vizuri? Ni sawa na, na, na, na, na, na chakula. Kwa mfano wewe ukiandaa chakula chako nje ya mwezi wa Ramadhani, nje ya masiku ya saumu, lakini chakula hicho ikawa majira yale ya saa kumi na mbili na nusu hauwezi kukiita kwamba hii ni iftari, ingawa kipo katika muda ule ule na inawezekana chakula ndio kicha mfano ule ule ambao unafanya nini unaftari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au katika masiku yale ya saumu, katika hali za namna hiyo. Lakini wakati huo, kama utakipeleka katika siku za iftari utakiita iftari, lakini ni kile kile chakula. Kwa hiyo mustalaha kwa aliyefunga inakuwa ni iftar, kwa anayekula inakuwa ni chakula cha kawaida tu katika hali za namna hiyo. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, yee anasema hivi: qaddamat alayya ummi, siku moja alikuja kwangu mama yangu, wa hiya mushrika, hali ya kuwa huyo mama mwenyewe naye ni mshirikina, maanake sio Muislamu Anasema Asma binti Abi Bakar kwamba ukiwa sio Muislamu ukiwa mshirikina tu maana yake unakuwa nje ya Uislamu, unakuwa nje ya Uislamu, naam. Uh. Fakultu anasema nikasema, Asma binti Abi Bakar anasema nikasema ya Rasul Allah. Ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama inna ummi qaddamat alayya wa hiya raghiba. Mama yangu amekuja kwangu lakini ye ni mshirikina. Si mtu wa dini ya Kiislamu. Afa usaliha Je, yeah, ninaweza kumuhudumia? Je, yeah, ninaweza ku, yani, ku, yani, kumpa chakula ninaweza kumfanyia yote katika huduma zinazotakiwa. Qala naam, mtume sallallahu alaihi wasalama akasema, haswa ndivyo inavyotakiwa. Salli ummak, muhudumie mama yako maana yake kwa lugha nyingine, akija jirani yako au rafiki yako au sahiba wako ambaye yeye sio Muislamu na kaja kwako anataka pia umsaidie au kadhalika kaja kwako, inatakiwa wewe kumpa chakula fanya hivyo katika hali za namna hiyo. Haya ni maelekezo ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad, yakiashiria kwamba Uislamu ni dini ya kuhurumiana. Uislamu ni dini unaochunga nidhamu na heshima, lakini kadhalika Uislamu ni, ni dini ambayo bila shaka inatazama utu na ubinadamu katika hali za namna hiyo. Tubaki hapo kwenye Uislamu, ni dini ya huruma, ni dini ambayo inatazama utu. palsika sauti za wanawake ama mm, kinamama wakiwa nje ya ukumbi Sahil. wanasema wao hawakuwa miongoni mwa watu ambao wamealikwa, mm maana kwamba hawakuruhusiwa kuingia. mm -hmm. Na walibaki nje, walistaajabu kuona walioingia ndani. mm -hmm. Mbona ni watu ambao wana uwezo wa kujilisha mm -hmm. sisi maskini tupo nje na, na, na inaonekana, mimi sikuwepo, inaonekana kwamba wale watu walikosa futari. mm -hmm. Na, natamani nifahamu kukosa kwa wale waislamu au wale watu ambao inaonekana ni maskini mm -hmm. waliokuwa nje au uwezo kubatilisha uhalali ama fadhila zile ambazo wanapata kwa kuingiza wale wenye, wenye ambao hawana uhitaji waliokuwa ndani mm -hmm. Uh, jambo la kwanza siku zote kuna kauli inasema la tataqaddam hata yaqula laka nnasu taqaddam, siku zote kuna kauli inasema usijisogeze mbele mpaka watu wakwambie bana pita mbele, ndio na wewe usogee. Sasa hapa nafikiri katika kauli yako wamesema dhahiri kabisa kwamba hawakualikwa, maanaake wamevamia. Sasa hawa waliovamia hawajulikani hilo jambo la kwanza, lakini kulalamika kwao hakubatilishi kile kilicho pale, kwa sababu watu wameweka utaratibu wao bwana, wameweka utaratibu wao, na katika ule utaratibu walioweka hakuna makosa, bali kama jinsi ambavyo tulivyosema mwanzo, ya kwamba kuwapa maskini, kuwafutarisha maskini ni bora zaidi kuliko kuwafutarisha wale ambao wenye uhitaji. Lakini kadhalika, ndio maana tukaona Ibnu Qudama yeye anasema wale matajiri na wanaojiweza na wenye uwezo na ambao bila shaka wapo katika hali iliyokuwa nzuri katika sadaka ya tatawui sadaka ya sunna ni halali kwao, inafaa, na wanahitaji, na wanahitajika vile vile waitike wito wakiitwa, yani wakiitwa bana, njoni tuwafutari, yani niwafutarishe leo mimi, na wakati wao wana uwezo inawezekana kuliko hata mimi, basi wana haki ya kuniitika na waje katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hawa ambao waliosikika wakisema mlangoni, la, au nje huko, unasema wameona watu wanaingia ambao hawana uhitaji, ndio walohitajika Eh? lakini kadhalika na wao wakawepo pale, hawakupewa sio tatizo hilo, sio tatizo hilo, na wala haibatilishi kile kilichofanyika kule, ndio kawa hakikuwa sahihi, kwa sababu eti hawa wamekaa hapa, wana uhitaji, lakini hawakupewa. Hapana. Kwa sababu ilisikika sauti ya mmoja mm. si Waislamu, sio Waislamu. Alisema, i, i ya kama ni Waislamu Waislamu, alisema kwa nini hii futali asingeandaa sehemu kama yenye uwanja mm. hivi open space, kila mtu aende, na si kuweka matabaka, hawa waje hawa wasije. <laughs> Sahihi kabisa, maneno mazuri sana mm. Lakini huo sasa ni utaratibu wake yani, ni utaratibu wa mwandaaji muanda, yeye ndo anajua naandaa jambo langu kwa utaratibu gani. Kwa hiyo haya yaliyotoka ni mawazo hatutakii kuyapuuza, tunahitajika kuyachukua kama mawazo yalikuwa mazuri. Kwa wakati mwingine Diamond asikie kauli hizi achukue kama aya, ni mawazo ya watu ambao waliokwenda, kisha baada ya hapo wakabakia kusalia wao nje. Kwa hiyo achukue kama ni mawazo, wakati mwingine akiandaa, basi alifanye katika uwanja ambapo wanaweza kwenda watu wa, wa aina mbalimbali mbali. Nafikiri ni wazo zuri, si wazo baya, ni wazo zuri sana kwa sababu pia litasaidia pia. Kuna wengine ambao inawezekana wakawa wametoka katika mihangaiko yao, kuna iftari hapa eh, na mimi akitazama muda wake anaona nyumbani, siwezi kuwahi, anaweza kupata pale, na wewe ukaendelea kuvuna thawabu na kuvuna malipo ambayo yalikuwa mazuri, biidhnillah subhanahu wa ta'ala.